Ndugu wanahabari, tumewaita kwa ajili ya kuwafahamisha rasmi kwamba jana tarehe 23 mwezi wa tano mwaka 2025 waliokuwa viongozi na wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA katika jimbo la Kakonko, jumla ya wanachama 215, viongozi wa wilaya, viongozi wa kata zote kumi na tatu na wanachama wengine wameamua rasmi kujiunga na chama cha ACT Wazalendo. Wameangalia hali ya kisiasa ya nchi ilivyo, wakaona kuna haja ya kujenga chama kimoja imara chenye nguvu pande zote mbili za Muungano kwa ajili ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi, badala ya kutapanya tapanya nguvu kuwa na vyama vidogo vidogo vingi ambavyo kimsingi mgawanyo wa kura unakuwa unakisaidia chama cha mapinduzi. <coughs> Ndugu zetu hawa wa Kakonko walikataa hilo. Wameamua kwamba bora kuimarisha chama kilichopo chenye nguvu ili na wao waweke, waweke nguvu zao tuweze kupiga hatua kubwa zaidi ya kuimarisha demokrasia na kuking'oa chama cha mapinduzi <iplos> mimi binafsi nimefarijika sana na uwepo wenu, katibu wa jimbo uliyekuwa katibu wa jimbo kwa niaba ya wenzio, na jana nilikueleza, na leo napenda nirudie hapa kwamba hii ni heshima kubwa sana kwangu binafsi na kwa chama chetu cha ACT Wazalendo kwa maamuzi ambayo mmeyachukua. Najua hayakuwa maamuzi mepesi kwetu sisi na kwangu mimi binafsi, kama nilivyoeleza, nimefarijika sana. Huu ni uamuzi wa maana sana kwenye demokrasia. Sisi tunazungumzia kuilinda demokrasia na kulinda thamani ya kura ya kila Mtanzania ambayo hivi sasa imepotea. Thamani ya kura ya Mtanzania hivi sasa imepotea. Wajibu wetu ni kuilinda hiyo thamani ya kura na utailinda hiyo thamani ya kura siku watu wameenda kupiga kura. Huwezi kuilinda hiyo thamani ya kura ukiwa haupo kwenye mchakato wa kupiga kura. Kama haupo kwenye mchakato, hautakuwa na wagombea. Kwa maana hiyo utapoteza wiki mbili na no, miezi miwili ya kuzungumza na umma, kuhamasisha umma usipokuwepo kwenye mchakato wa uchaguzi hautakuwa na mawakala kwenye vituo ambao ndio watakaolinda kura, kwa sababu huna mgombea hutaweza kuweka wakala, hautaweza kuwa na mawakala wa nje, ambapo msimamizi wa uchaguzi wa kituo akizuia wakala wa chama, huweza kuwahamasisha wananchi wamlazimishi aruhusu wakala wa chama kuingia. Kama huna mgombea, hayo mamlaka hutakuwa nayo. Mmechukua maamuzi ambayo yanaendana na hali halisi ya, ya kidemokrasia. Wajibu wetu sasa ni kulinda thamani ya kura, na nyinyi mmeamua kuilinda hiyo thamani ya kura, na mmekataa kupeperushwa. Mmekubali mje kwenye chama ambacho tayari kina miundo, tayari kina uongozi, chama ambacho kipo pande zote mbili za muungano. Mmekataa ushawishi dhaifu kwamba haipaswi kuwa na chama cha upinzani ndani ya nchi hii ambacho kina mizizi pande zote mbili za muungano. Nyinyi mmesema ni lazima tuwe na chama cha namna hiyo ili kukabiliana na CCM sawa, sawasawa, na ninawashukuru sana kwa uamuzi wenu. <laughs> ACT Wazalendo inawakaribisha. Nafahamu hii ni awamu ya kwanza tu, bado kuna wengi kwenye matawi huko, kwenye misingi huko, ambao mtakwenda kuhakikisha kwamba mnawasajili tuwe na chama imara kabisa. Na kwa uamuzi wenu huu, maana yake ni kwamba mmeshaiambia CCM bye, bye katika jimbo lenu, kwa sababu kwa kwetu tofauti kulikuwa kuna kunawapa ahueni. Kwa kwetu tofauti, CCM ilikuwa inapita katikati yetu, kura zinagawanyika. Kuwa kwetu pamoja tumeziba hiyo gap la CCM kupita katikati yetu, na mmetuimarisha kwamba sasa mgombea wetu wa udiwani atapambana na mgombea wa CCM, hamna kura kugawanyika. Mgombea wetu wa ubunge atapambana na mgombea wa, wa, wa CCM, hamna kura kugawanyika. Huko nyuma tuka tunazigawa kwa sababu tuka tumegawanyika, lakini nyinyi mmesema hapana, hamkubali kugawanywa zaidi mmekataa kupelekwa kwingine ambao kungetugawa zaidi. Mmesema aa, a, kuna chama imara hapa kwetu ACT Wazalendo, tutashirikiana pamoja, tutaenda kufanya kazi pamoja, tutaizuia CCM kupita katikati yetu. Nawashukuru sana kwa uamuzi huu ambao <coughs> na kazi ni moja tu. Huu ni mwaka wa uchaguzi, huu ni mwezi wa tano unaenda mwezi wa sita tumebakiza miezi michache sana kabla ya uchaguzi. Kwa hiyo hakuna kulala, nendeni mkapige kazi. Yani nyinyi msijione mmeingia jana usiku, yani nyinyi mjione mlikuwepo, tulikuwa pamoja make, huko nyuma tulikuwa pamoja, tumefanya kazi pamoja. Katikati hapo tukapishana na tukaheshimiana, tukapishana kwa kuheshimiana. Sasa tumerudi tena pamoja. Mungu ameturudisha pamoja. Kwa msijione nyinyi mmeingia jana usiku, eti ndio mkasema, ah, sisi wageni. Hamna mgeni hapa. Hamna mgeni, wote tunakwenda kufanya kazi pamoja. Demokrasia yetu inahitaji mshikamano wa hali ya juu sana. Mmenipa moyo sana sana, mimi naamini kabisa huu uamuzi ambao mmeufanya leo wenzenu ambao walikuwa Kasulu wataufanya no. Wenzenu waliokuwa Buhigwe wataufanya, wenzenu waliokuwa Uvinza wataufanya na kila sehemu ya mkoa huu. Kwa hiyo sisi tunakwenda elfu mbili na ishirini na tano ni ACT Wazalendo na CCM ndani ya mkoa wa Kigoma, tuone kama CCM hatapenya. Ninazungumza leo hiyo kwa sababu moja tu, chama chetu kimekuwa na mifarakano ya makundi mawili, kimegawanyika na tunaondoka leo watu 215: viongozi wa kata, viongozi wa jimbo, viongozi wa matawi, lakini na wanachama tukuhakikishie Mheshimiwa Zito mwamin, tunakwenda kuifanya kazi. Ninao uzoefu, nina miaka 28 nikifanyia minane, nikikifanyia cha kazi chama hiki. Nimekuwa na nafasi mbalimbali mbali katika chama hiki cha Chadema, na ninamalizia nikiwa katibu, na leo nasema rasmi kwamba nimejivua nafasi zangu zote za u, uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Nimepanda tanga jipya la ACT Wazalendo. Oh, niwaombe ndugu ni zangu tukashikamane, sasa tufanye kazi ya chama cha ACT Wazalendo.